Simlemle picha ah! ah! linaanza, yes, picha linaanza, oh yes, li na, hii ni sehemu ya mwisho, kwa sababu kwa episodi kadhaa hivi kwa wiki kadhaa ulihimisi hii, na leo tunakwenda kumalizana nayo. Tunaitazama historia ya jamii hizi za siri, ambazo ni taasisi zilizokuwa zimevutia watu wengi kutamani kujua na kupitia hamu hii, kuna watu wengi umeshaletewa hizi stori zao, na baadhi ya majina yakawa yamehiti zaidi kuliko nyingine. Sasa hapa tunakuletea historia yao ili uweze kuelewa ni nini hiki kinaitwa secret society. Maswali mawili ya binadamu huwa ni maisha baada ya kifo yakoje, lakini swali gumu zaidi ni hivi, tulitoka wapi? So leo tumeingia deep kwenye hii psycho history kuangalia secret society wanaamini nini kuhusu creation. Picha Linaanza na yule yule mkali wa hizi kazi razi mtamaduni. True story, tumeshaelewa historia ya hizi jamii za siri kwamba ni product ya mabadiliko ya lifestyle na imani za binadamu, ndo zilifanya wachache waliokuwa wapo tayari kuachana na ya kale wakaamua kuzama machimbo kufichua siri za kale na sio lazima ziwe siri za kiroho au imani. Sometimes ni documents tu, lakini wote wapo chini ya mwamvuli mmoja wa jamii za siri, kwa sababu mambo yao ni siri. Hizi za Marekani kama Illuminati, Freemason na kadhalika, sio kama ni special kivile, ni kwa sababu zipo kwenye taifa kubwa, so wanaokuletea stori zao wanaziwekea mbwembo, ni kama tunavyoona CIA kama wakali wa hizo kazi kwenye ujasusi duniani lakini haimaanishi wana uwezo kuliko kila shirika duniani. Msanii yoyote akihiti Marekani anaonekana kama big deal kwa sababu hiyo hiyo. Jamii zao za asili pia ni maarufu kwa sababu hiyo. Usishangae mkuu wao akaja Bongo akapigwa kipapaye na mzee wa pale Mheza au Sumbawanga na akapotea na ufumasoni wake. Hata wao wenyewe wamerithi hizi system za imani kutoka jamii za asili za kingdoms kubwa zilizowahi kupita hata wachawi pia ni moja ya secret societies. Sasa wanaamini nini kuhusu uumbaji na binadamu tumetoka wapi? Naomba elewa, usishawishike. Be informed not influenced. Utakumbuka kwenye live na jina Josefu Mlindoko wa wachokonozi kilikuwa kipengele kizito. Mwamba anasema dunia haikuwa lugha simple tu. Hmm. Creation ilitokeaje kwa according to wewe? Creation ilijawahi kutokea lakini aiisisi ni vitu halisi si ndio? Creation haijawahi kutokea na sisi sio vitu creation. Mimi nasema nikiwa na akili timamu mimi sivuti wala sinywi wala sijawahi wala sitarajii. Kwa hiyo hmm, nikisema creation haijawahi kutokea sisemi kwa sababu ya kichocheo chochote nilichotumia. Creation ni haijawahi kutokea wala haijawahi kuwepo, ila nitakwambia kwa nini story ya creation imekuwa designed chumenipata vizuri hapo. Sasa ndo utapata majibu kama unanisikiliza kwa utimamu. Stori ya creation imekuwa designed ili kukufanya wewe kuwa dhaifu, kwamba uaminishwe kwamba kuna kiumbe kiko mahali fulani ambacho kinakuwezesha wewe kuwa hapa. Watu kama mchokonozi wapo wengi na mara nyingi wana make sense ukisikiliza hoja zao kuhusu kasoro za nadharia official tulizonazo kuhusu creation, lakini ukiwauliza wanaamini nini na ukisikiliza theory zao zina mapengo kibao, pia has make sense. Lakini kwenye one of my book ambao nimeandika inaitwa nje, kuna quote nimeandika maisha ni uyoga, there is no creation. Kwenye dini tuliambiwa dunia ilianza na muumba ambaye ni Mungu aliyemtengeneza Adamu na baadaye Eva aka Hawa. Kwenye science wameshikilia ni big Bang theory kwamba mlipuko ulitokea ukazaa vitu vilivyounda vitu, ikiwemo dunia, then maji then ndani ya maji viumbe wakatokea wakiwemo sisi, no. Kwa hiyo unaamini theory ya mind leads to matter, sio matter leads to mind, it's mind leads to matter. ni wanasayansi, lakini wanaamini kwamba ni matter leads to mind. Aa. Hiyo ni, ni unajua hata ku yeah. Unasema mwanadamu ameanzia kwenye maji eti baadaye ndio kiumbe hai kikatoka. Hiyo ni namna ya kukosa majawabu. Je, secret societies wanafundisha nini kuhusu creation? Hapa ndipo utaelewa deep idea ya mind to matter. Makini kanasi ipo hivi. Jamii nyingi za siri wanaamini hapo mwanzo kulikuwa na Monad. Hili ni jina kutoka neno la Kigiriki monas, likimaanisha umoja au asili moja. Kwa English wanaita the one. kama umeangalia muvi ya Matrix, wameelezea hii idea, na stering walimuita the one. Jamii ya kale zaidi ya siri Gnostics karone ya kwanza mpaka ya 4 AD ambao ndo babu wa jamii zote za siri unazozijua. Waliamini Monad ni Mungu wa kweli asiyeguswa, asiye na jinsia, asiye na mwanzo wala mwisho. Vitu vyote vilitoka kwake kupitia kile wanaita Emanations, mawimbi ya uhai wa kiroho yanayoitwa ions. Ulimwengu wa kimwili haukuumbwa moja kwa moja na Monad, bali na kiumbe cha chini aliyetokea kimakosa aitwaye Demiurge. Kivipi? Twende polepole kwa lugha rahisi. Monad ni kama kiini cha kwanza cha uhai, yani ilikuwa pure existence. ankomonad hana sura, umbo, jinsia wala kategori yoyote utakayotaka kumweka. Kifupi yaelezeki kwa akili za kawaida za binadamu. Labda nikupe mfano, akili ni kitu ambacho hata wewe unaamini unacho unakitumia na bila akili hautoboi, lakini hakuna anayejua akili ilipo, sura yake, umbo wala rangi yake. So kama akili inavyoishi na sisi, kuna dimensions nyingine kibao ambazo vitu vinaweza kuishi ambavyo hauwezi kuvielezea kwa vigezo tulivyozoea kibinadamu. Huyu Monad, kutokana na pawa na ukubwa wake, kila akipumua, pumzi yake ilitoa energy fulani inayotengeneza mawimbi mixer, vibration. So baada ya mamilioni ya miaka Haya mawimbi ya pumzi ya monad yakazaa aina nyingine ya uhai inayoitwa Diaus aka Diaus Peter. Yes, hatua ya kwanza ya conscious life. Kwa maneno mengine, wauni wa, wa secret societies wanaamini Diaus ndiyo matokeo ya mawazo ya kwanza ya Mungu, the first thought of God, ambayo wanaita Mungu wa utambuzi, yani sensi ya ufahamu. Elewa Diaus teknikali sio kiumbe mwenye mwili, ni energy au system kama akili, ila hapa na kuelezea kama mtu ili ku make sense zaidi kwa akili za kibinadamu. So dayaos walizaliwa wengi through pumzi ya monad. Sasa moja hawa akina dayaos aitwaye sofia kwa Kigiriki ni hekima, ni roho ya kike ndani ya ulimwengu wa kiungu, divine feminine principle anayehusika na ubunifu. So jinsia ya kike ni moja wa uumbaji wa mwanzo kabisa wa Mungu. Kwa mujibu wa secret societies unaambiwa, da Sophie akaiona hii kete kwamba mbona kama monad ameweza kumuumba yeye na wenzake just kupitia vibration, akawaza pengine labda naye anaweza kufanya mafekeche, akaunda kitu chake cha kiubunifu. Si unajua tena, da Sophie nimekuambia ni sensi ya Mungu ya hekima, kitengo cha ubunifu. Hapa ndo da Sofia akakanyaga waya, wanaita the fall of Sofia. Technically kimadini.com tunaita kiherehere cha da Sofia. Picha linaanza. Eh, bana, huu hondo unawajia hivi punde? I think what madini.com has managed to capture. The stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Hi boy, hata kama ni kitu kizito eh, unakuwa interested kuendelea kusikiliza Secret societies, hasa genetics. Wanasema Sofia hakutumia sistemu ya uhai ya Monad, alitumia yake binafsi. Akajaribu kutengeneza mawimbi ya sauti na akazalisha aina nyingine ya uhai, ambayo ni kiumbe nje ya mfumo rasmi. Wanamwita Demiurge au Yaldabaoth kwa jina la kale. Sofia akagundua kiumbe huyu hana ufahamu, yaani consciousness ya Monad, kwa sababu hatokani na Monad. Kwa hiyo tunaweza kusema brother, Demiurge ni kama mzee wa Bwax, mtoto wa nje ya ndoa Kiumbe aliyezaliwa na Sofia peke yake. Baada ya Sofia kuona alichokiumba ni nusu giza, akaamua kumtupa mzee wa bwas nje ya mfumo wa kimungu. So demiuji, mzee wa bwasi, akajikuta kwenye universe, sehemu ambayo hajui amefikaje. Hakuna kiumbe chochote, hamjui mama yake aliyemuumba Sofia, wala asili ya mama yake Monad, lakini ana nguvu ile ile ya kiungu inayoweza kuanzisha aina nyingine za uhai. So, mzee wa box akajitangazia utawala, anaamini yeye ndo Mungu pekee, na hatuwezi kumlaumu. Ukumbuke mzee wa box ni kama unavyoona AI kwamba ni akili yenye uwezo mkubwa isiyo na ufahamu, yani consciousness. Kama unatufuatilia, niliwahi kukuelezea tofauti ya akili intelligence na ufahamu consciousness. Kama unafuatilia movies za aliens na nadharia za hawa viumbe, utagundua moja ya sifa zao ni hizi, kwamba ni akili kubwa zenye ufahamu mdogo, so isi sio mchongo wao. So mzee wa box Demiurge akaanza kutumia nguvu alizonazo kuumba vitu kwa kutumia formula ile ile ya mind reads to matter, ile vibration yake ndio matokeo ya science na viumbe waliomo, ikiwemo binadamu. Yes, sisi ni viumbe wa mzee wa box kwa mujibu wa secret societies. So baada ya mamilioni ya miaka, hizi vibrations za mzee wa box zikageuka atom na hizi atoms ndo zikikaa pamoja zinaunda vitu vinavyoonekana, yani mata. So wanaamini asili ya ulimwengu na vilivyomo ni vibrations, sijui umenielewa. Ndiyo wanachomaanisha kwamba uumbaji wote ni mind leads to mata. Ili kuelewa zaidi kile mzee wa box alichokifanya, acha nikupe madini kuhusu elimu ya vitu vidogo, na what is atom, na kwa nini hata wewe ni mjumuiko wa rundo la atoms. Najua sio somo jipya kama umepita sekondari. Ilianza kama mwamba mmoja aliyevuta skanka huku anamenya tunda lake. Mara idea ikaja hivi: tukichukua ile epo tukalikata vipande vidogo vidogo, kiwango cha mwisho kabisa cha udogo kitakuwa ni kipi? Je, kile kipande kitakuwa na sifa za epo bado? Hapa ndo lizaliwa wazo la elimu ya vitu vidogo. Binadamu alitaka kujua hivi kuna vitu vidogo kiasi gani na vinahusika vyovyote na vitu vikubwa tulivyonavyo. Ndiyo maana leo kuna vifaa kama microscope kwa ajili ya kuona ulimwengu huu wa vitu vidogo ambao ndo chanzo cha yote makubwa unayoyaona. Kwenye episodi yetu kuhusu microchip, tulikwambia jinsi ambavyo teknolojia hii ya vitu vidogo ndo inaendesha dunia kwa sasa, na hapa ndo wakagundua hiki kinachoitwa atom. Asili ya hili jina linamaanisha kitu kisichogawanyika tena, yaani ndo mwisho wa vitu vidogo ulimwenguni lakini baada ya muda wakagundua hata atoms zinaweza kugawanyika na technically hadi leo hakuna mwisho wa vitu vidogo hadi vinakosa umbo. Imagine upo bichi baharini, then chukua punje moja ya mchanga kwenye kidole chako. Ndani ya hiyo punje moja ambayo unaiona ni ndogo sana kitaalam, kuna idadi kubwa ya atoms kuliko punje zote za mchanga hapo bichi. Sijui umenielewa. Huo ndio udogo wa hicho kindude wanaita atom. Bratha atom weke, hey, element naye anaundwa na vitu vidogo zaidi vinaitwa proton, neutron na electron. Achana na hizo mbili hazinaga madhara mchawi, protoni ambayo ni kama punje ndogo sana sasa. Idadi ya hivi vipunje vya proton ndani ya atom ndo hutofautisha aina moja ya element na nyingine. Vile vinamba vya kizushi kwenye periodic table ndo huwakilisha idadi ya hizi protons ninazoziita punje. Kwa hiyo wanasayansi walitafiti kila kitu duniani na wakagundua jumla ya elements aka atoms zenye punje hadi 92. Maana yake ya kwanza hydrogen yenye punje moja, hadi uranium yenye punje 92. Then kuna yenye punje 93 na 94 ambazo zinapatikana kwa uchache sana kwenye baadhi ya madini ya uranium. Kwa hiyo hizi ndo elements za asili zinazounda vyote vya asili. Wanasayansi wakagundua wanaweza kuchanganya yenye punje nyingi na punje chache kuona kitazaliwa nini. So wakaendelea kupata mixer itakayoleta punje 97 na kuendelea hadi wakajikuta wamepata element mpya 24 ambazo hazipo duniani na kufanya zinakuwa jumla 118 unazoziona kwenye periodic table. Nyingine zipo kwenye umbo la gas, solid na kadhalika, zipo aina 94 na zimeumba kila kitu unachokiona duniani anga, hewa, miti, binadamu na wanyama, udongo na kila kitu. Hizi atoms ndo wana science walizipa jina jingine la elements, na wakaziundia chart show yao inaitwa periodic table, ambalo ilitutesa sana kulikariri badala ya kulielewa shuleni. Kwenu mlimba wimbo gani wa periodic table? Halo, Helena, lile beberu bora weka dash, dash, sijui nini na nini yes, zile elements kule ndo zimeunda kila kitu unachokiona duniani. Mwili wako umeundwa na aina sita ya hizi atom kwa kumiksi asilimia 65 ya, ya oxygen, asilimia 18 carbon, asilimia 10 hydrogen, wakamiksi asilimia tatu ya, ya nitrogen 1.5 calcium na asilimia 1 phosphorus. Kuna ambaye atauliza, kwa hiyo tukimiksi hizi elements atatokea mtu? walo ni kama kuzijua spare zilizounda gari haimaanishi unaweza kuunda gari. Unaposikia Mungu fundi ndo vitu kama hivi, kwamba tunajua maji yameundwa na vitu viwili tu, na wanasayansi wana, wana uwezo wa kutengeneza maji, lakini gharama za kupata hizo elements za kuziunganisha, grasi moja ayo maji itauzwa milioni moja. Kitaalam, kila mwaka atomsi zote mwilini mwako zinakuwa zimebadilishwa. Kwa sababu ya udogo wake ni proses ambayo hauwezi kuiona, but kila unapopumua Kula, kuoga, jasho kadhalika unaingiza na kutoa, kuna ya panda kitaalam. Je, nini kinakufanya wewe, kwa sababu atoms zinazokunda mwaka huu sio za mwaka jana? Mfano, umezaliwa Tanzania lakini umeishi zaidi ya mwaka nje ya nji, ukirudi zote sio kutoka Tanzania bali vyakula hewa za ulipokuwa. Je, wewe ni yule yule endapo mwini wako sio uleule? Tuchukulie mfano gari lako. Je, ukibadilisha bodi nzima na tairi zote ukaacha injini, je bado ni gari ile ile ya zamani lenye bodi mpya, au utasema ni gari jipya lenye injini ya zamani? Fikiria. Picha Linaanza e unawajia hivi punde Very captivating. Aetsiju, so kwa Kiswahili inasemaje? Haiboi hata kama ni kitu kizito eh? Unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kwa hiyo, according to mafundisho ya jamii za siri ni kwamba binadamu ni watoto wa mzee wa aitwae Demiurge, na baada ya kutuumba kwa uwezo wa asili ya kimungu aliyorithi kwa mama Sofia, akatumia makaratee hayo ya kuchanganya atoms na akatutengenezea gereza la mwili na sayari hii, dunia ambayo inafanya tu operate kwenye limitations zilizopo kwenye mwili na dunia tu. Wanaamini mzee wa Box sio mtu mzuri, ndiyo maana matendo yake kwa binadamu yanatisha, kuanzia Adam na Eva kufukuzwa Eden na kupewa adhabu kali kisa tu alikula pea la mti, wakati gharika la Nuhu, Sodoma na Gomora kuangamizwa na matukio mengi ya hadi leo ambayo Wakristo na dini nyingine tunaamini ni ya Mungu wa kweli lakini wao wanaamini ni mzee wa bwax kijana wa Sofia. Kwa hiyo kifupi, theory ya uumbaji ya secret societies ipo hivi kwamba alianza Monad, chanzo kisicho na sura, aka Mungu wa kweli, akamzaa Daos ambaye ni uhai wa kwanza wenye ufahamu ama utambuzi aka mwanga wa Mungu, then Sofia ambaye ni hekima ya kimungu yenye asili ya kike, then akafuata Demiurge, mzee wa Boax kiumbe aliyezaliwa nje ya nuru, ambaye ndiye aliumba ulimwengu wa kimwili, then mwanadamu ambaye ni sehemu ya Sofia Kiro, akanaswa ndani ya dunia ya Demiurge, ikijaribu kurudi kwa Monad chanzo. Na hapa ndio inabadili mengi kuhusu kisa cha Adam na Eva. Bila shaka tunajua version official ya nyumba za ibada na shuleni, but wanachokifundisha secret societies ni kwamba mzee wa Boax ambaye ndiye alimtrap mwanadamu kwenye mwili, aliwaweka bustani ya Eden yenye kila atoms alizozihitaji kulipea gereza lake ambalo ni mwili. Akawachana kwamba wakila tunda la mti wakati watakufa. Then akaja nyoka ambaye ni mjumbe aliyejua ukweli wa uwepo wa Sophia na Monad, ambaye hata mzee wa Box hawajui. Akamuma sikio wa Eva kwamba ukila hilo tunda hautakufa kama mzee wa Box alivyokupiga kamba bali utajua mema na mabaya, yani utapata sensi au ufahamu ambayo ni asili yako Sofia Eva, kwa sababu ndani yake ana ile divine spark ya Sofia. Akawa anasikia kitu kinamwambia mwamba ndo mkweli kula pears mamalai, akampa Adamu naye akangata pears la mti wa mido. Kilichotokea hawakufa, bali waliyaona yale nyoka aliyoyasema. So jiulize technically, aliyekuwa anamdanganya from the beginning ni nani? Aliyekuambia ukila utakufa na haujafa, au aliyekuambia utaona na ukayaona? Maandiko yanaeleza kulikuwa na miti miwili, wamema na mabaya yaani utambuzi ambao ni asili ya mama Sofia, na ule wa uzima wa milele ambao ni asili ya mkuu mwenyewe Monad. Kwa hiyo mzee wa Bwaks ya kuwafukuza kwa sababu walikula tunda lile, ila aliofia endapo wangeendelea kukaa Eden wangekula na lile la Monad vibe na wangeishi milele kama akina mzee wa Bwaks. So akaamua kuwafukuza na kuwapa adhabu kali kwamba Adamu utavuja jasho na kutafuta msosi kwa kulipea gereza lako ambalo ni mwili, na wewe Eva utapata uchungu wakati unaleta hili gereza duniani. Yesu ni mmoja wa watu waliotumwa duniani na Monad Yani yule mungu wa kweli kuja kuwafungua macho binadamu, kwamba licha ya kuwa tupo gerezani ambalo ni mwili na dunia iliyojengwa na mzee wa Bwax deep, ndani yetu kuna ile asili ya mama Sofia ambaye ni ufahamu, ambayo mtu yoyote akiweza kuiactivate ndani yake ataconnect na nuru ya Monad, na ndicho Yesu na manabii walikuja kukifanya. Yesu mafundisho yake yote yalikuwa kuachana na tamaa za mwili na kuendekeza material world, kwa sababu alijua ndiyo mtego wa mzee wa bwaksi ulipo. As long as long unaupenda mwili na dunia yako, huwezi kutoka gerezani. Kuna watu sometimes huisi wao ni gereza lao, yaani unaamini wewe ni mwili. Ndiyo maana Roman Empire walimuua Yesu na wengine wengi waliofuata, kwa sababu endapo wangeendelea kuwepo watu wangejua huu ukweli na wangekuwa huru. Baada ya kifo chake mafundisho yake yalibadilishwa kutoka kumfikia Mungu kupitia matendo yako mema na juhudi binafsi, ikawa sasa, ili kumfikia Mungu inabidi kupitia taasisi maalum kama dini na viongozi wa empires na taasisi kubwa zinazotawala dunia, kwa sababu mzee wa bwax aliweka walinzi wa gereza ambao wanefili hawa tuliwahi kukuletea, na wanatajwa kwenye maandiko kwamba ni viumbe wenye akili za ajabu waliozaliwa kwa malaika na wanawake wa binadamu. Naamini binadamu ni viumbe wa mwisho mwisho ambao tulikuja kwenye existence, kabla yetu sisi ndio hiyo, tutakuja sasa kwenye uh, au nefarim zao. Na eh, kwa Kiswahili ni wanefili, wanefili. Sasa mimi nadhani hapo kuna tafsiri tofauti. Kuna wengine wanaita wale mafallen angel, lakini uh, wanefili kwenye vitabu vyote, hata Bible wamewaelezea kwamba walikuwa ni wana wa malaika so, the nephilim are children of angels and women, wakaanza kuwakolonizi binadamu na kuwapa wengine siri mbalimbali, ikiwemo mifumo ya benki, teknolojia za anga za juu na kadhalika. Baadaye wakaanza kumzingua hata mzee wa bwax mwenyewe akawaangamiza wote na kubakisha mbegu chache duniani ambazo ndizo familia zenye siri za utajiri wa dunia hadi leo. Lengo ni kuhakikisha wanaanzisha na wanasimamia mfumo utakaohakikisha binadamu anabaki kwenye gereza la mwili na dunia through zambi na matendo mengine yatakayokuweka mbali na nuru ya monad, kwa sababu ukiwa huru spiritually huwezi kutawalika kimwili, kwa sababu sio vitu unavyovijali. Kwa maneno mengine, secret societies wanaamini Mungu tunayemwabudu ni mzee wa Brooks na wanaelewa kwamba binadamu walio wengi kiasili hawana uwezo wa kupokea ukweli kama huu, kwa sababu watakuona chizi au hata kukushambulia. So inabidi kutunza hizi siri za dunia, na wachache watakaofunuliwa na kuwa tayari wakajiunga watapimwa na kupewa siri za dunia. Kwa hiyo hii ndio wanaofundishwa kwenye jamii za siri, na kwenye literal world tunaamini mema na mabaya ni vitu viwili tofauti, lakini wao wanaamini ubaya na wema ni kitu kinachoishi pamoja co-exist kwamba ili uwe na uwezo wa kuwa mwema kweli inabidi uwe na uwezo wa kufanya ubaya kweli. Ubaya huleta thamani ya wema, means mtu salama ni yule mwenye uwezo wa kuleta madhara na hafanyi hivyo, na sio yule asiye na uwezo kabisa wa kuleta madhara. Usichanganye mtu salama na mtu dhaifu. Kwa minajili hiyo, secret society wanaamini bora kuoperate underground, kwa sababu wamekuwa wakipigwa vita na tawala mbalimbali since kitambo. Kwa sababu hii na wanaamini wanafanya kazi ya bwana kuhakikisha kwamba siri hizi zinatunzwa ili kumwokoa binadamu dhidi ya mzee wa bwaksi ambaye alisema siku moja ataipoteza hii dunia na viumbe wote wenye mwili. Does it make sense? Lengo sio kukushawishi, bali kukupa upande wa pili wa kile ambacho haujawahi kukisikia. Nasisitiza, be informed not influenced. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni sauti ya Razi Mtamaduni. Instagram nifuate kama razi underscore mtamaduni. Hii ni madini.com, picha linaanza.